Kwa habari za uhakika, kijamii, michezo, burudani na mikasa mbalimbali. Serikali itaendelea kutoa ushirikiano nanyi kwa dhati kabisa ili kufanikisha malengo ya kuwa na mazingira mazuri ya uwekezaji na biashara hapa nchini, na ni mategemeo yao kuwa mpango huu utaongeza tija kubwa kwa taifa letu na itasaidia sana kufikia malengo yetu ya, kukuwa, ya kukuza uchumi na kuupeleka kwenye uchumi wa kati ambao ni endelevu. Ndugu wageni waalikwa, mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini una manufaa makubwa kwa uchumi wetu wa maendeleo ya taifa letu, na manufaa haya ikiwemo kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje kwa kuwezesha wawekezaji wa ndani wa na nje kupata fursa nzuri ya uwekezaji. Hatua hii inakwenda kuhamasisha pia uingizaji wa mitaji, teknolojia mpya na maarifa ambayo yanawezesha kuongeza uzalishaji na kuboresha huduma mbalimbali kupatikana kwa mazingira rahisi na bei nafuu. Lakini pia inakwenda kufanya maboresho ya kuchochea uwekezaji mpya na miradi mipya ya biashara ambayo itazalisha fursa mpya za ajira kwa Watanzania. Hatua hii inakwenda kusaidia kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira hapa nchini, hasa ukizingatia kwamba uwekezaji mmoja unaweza kuchukua zaidi ya waajiriwa mia moja au zaidi, na wengine mpaka elfu moja. Hii itakwenda kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana wetu na kuongeza kipato cha familia